Kuhusu suala la kuchoma sindano, kwamba mtu anaweza kuchoma sindano kwamba mshipa ile kuweka dripu akiwa amefunga, imekatazwa. Kitu chochote kinachoongeza nguvu katika mwili, iwe ni sindano, iwe ni hiyo, ni, ni, ni drip midamu, itakuwa inaongeza nguvu katika mwili, basi hairuhusiwi. Lakini sindano labda malaria, unachomwa tu sindano malaria kwa ajili ya homa, haina shida, ni dawa. Lakini kama ni sindano ya kuongeza nguvu hairuhusiwi. Lakini tunajua sio tu drip ni, ni maji yanayoingia kuongeza nguvu kwa mgonjwa. Si hivyo madaktari? Sasa wewe mpaka unafikia kwenda kuwekewa drip unafunga kwa nini? Na wewe ukwambia ufunge wakati unaumwa. Wewe mgonjwa kuwekewa drip unaenda kufunga, utafuta nini sasa? Ndio ucha Mungu au kitu gani? Allah amekwambia fungua, wewe kwa nini unataka kufungua? Umefikia hatua kwenda kuwekewa drip, ah, ni drip ya ku ni nini tu? Ndio, lakini si maji, wakuambia kuchoma sindano basi lakini daktari anakuambia wewe unatakiwa uwekewe drip, fungua ukawekewe drip kwa sababu yale maji yanaongeza nguvu mwilini na wewe umekatazwa kuongeza nguvu mwilini. Kwa hiyo haitoruhusiwa. Lakini kama ni sindano labda unaenda kutoa damu, sawa. Kuna mtu anataka kuongezewa damu na wewe una damu nyingi unatakiwa kumsaidia kutoa damu, unaruhusiwa kwenda kutoa damu lakini isikuletee madhara ukakosa nguvu tena kutembea kutoka pale. Je, daktari mkuthibitishia ukiitoa hii utafika nyumbani salama na saumu yako hapana? Basi usitoe damu. Unaweza damu ya yako ni nyingi, wewe utatoa damu, lakini kuingiza kitu mwilini chenye kuongeza nguvu hairuhusiwi.